Nitoe rai kwa wataalamu wote kufanya kazi kwa weledi bila kulegalega, huku ukisimamia misingi ya utumishi wa umma. Tukifanya hivyo, tutakuwa tunawatendea haki wananchi wa Chunya. Kwa hiyo hili lote limekaa kwa upande wote, madiwani na viongozi wataalamu wote, twendeni tukafanye kazi ili tuwatendee wananchi wa Chunya wajue Chunya yao inawapenda. Kwenye utendaji wangu wa kazi nitaenda kuyatumikia kuyafanya mambo yafuatayo, na haya ndio watakuwa maoni na ambao wananchi wataenda kuyategemea kuyapata. Jambo la kwanza, uwajibi, uwajibikaji na uwajibishaji. Hapa kuna mambo mawili: uwajibikaji na uwajibishaji. Sitakubali mtumishi yoyote atakaye kiuka yale wanaotaka wananchi nishindwe kumwajibisha. Sio kwa ubaya, lazima tutafanya mazungumzo na kurekebishana. Sitakuwa kiongozi wa chuki, lakini panapotakiwa kuwajibisha, mimi nitakuwajibisha. Pia nitakuwa mwajibikaji mzuri, nitapoelekezwa, nitakuwa mwelevu, nitapotumwa, nitaenda na majibu, mtayapata kwa haraka, kwa sababu ni kijana. Maendeleo na miundombinu Nadhani mmemsikia mheshimiwa mbunge. Ili mbunge wetu aendelee kung'ara lazima sisi tufanye kazi madiwani. Moja ya vitu ambavyo amezieleza hapa kuna mitambo imepatikana. Tununue mtambo wa kubeba vile vifaa kwa ajili ya kufika kwenye kata zenu. Na naamini mheshimiwa mkurugenzi tutapanga utaratibu ili tuondoe fitina kwa sababu atakapoona mitambo imekamilika wote watasema nataka kwenye kata yangu, kata yangu. Kwa tutaandaa utaratibu tutaanza kata na kata kwa utaratibu. Na mimi mheshimiwa mbunge ni kuahidi pindi nitapoona kifaa kimefika kwenye hiyo kata nitamwambia mke wangu, nipe nafasi nikauzulie, kama ni wiki nitakaa kule wiki. Kwa hiyo tutafungua barabara katika maeneo yote yenye changamoto ili watu waende kupita. Huduma za kijamii tutaboresha, huduma za afya, elimu na fursa kwa vijana. Kwa hiyo vijana, mjiandae, fursa ipo. Na hapa mheshimiwa mkurugenzi Naomba nisitize watumishi wa halmashauri mmekuja kwenye wilaya tajiri. Sitapenda miaka mitano nikutane na mtumishi wa, wa halmashauri anakuwa omba omba. Nendeni mkakamate fursa za wilaya, kafanyeni kazi. Nataka kuona watumishi mnakuwa matajiri ila mfate sheria. Ka, kamateni fursa, nendeni mkafanye kazi na mimi sitakuwa na uivu. Kwamba mtumishi wa halmashauri ana gari kunizidi na mimi nikawa na, na uivu hapana. Tasema hongera sana. Kazi. Ushirikishwaji wa wananchi, nitakuwa kiongozi wa kuwashirikisha wananchi katika maendeleo ya jamii ili tu, tufike malengo ya wilaya ya Chunya. Lazima tuwashirikishe wadau ambao ni wananchi wetu kwa ajili ya maendeleo ya wilaya ya Chunya. Nitaenda kuboresha kilimo na uwekezaji hapa wilaya yetu. Ina ngazi ina, ina mambo mawili, ina masuala ya kilimo na uchimbaji nitaenda kuboresha hivi vitu kwa kuwa ndio kiunua mgongo cha wananchi wetu. Kwa tarafa ya Kipembawe kuna wakulima wa tumbaku, hivyo ili kuwaboreshea kilimo chao, moja ni kufungua barabara kwenda kwenye mashamba yao. Kwa hiyo waheshimiwa madiwani, nendeni mkaangalie kule miundombinu mizuri. Tukifungua barabara zile, masoko yanapofunguliwa ni haraka sana, wale wakulima wapeze kusafisha mitumba yao kuleta kwenye magodani yao ili waweze kufanya nini? Kuuza kwa haraka na fedha zipatikane kwa haraka, ili tupate mapato yetu katika halmashauri yetu. Kwenye sekta ya uchimbaji, tutaenda kuwasimamia na kuboresha miundombinu katika wachimbaji wadogodogo, hasa kwa kugawa leseni ambazo mheshimiwa nimesikia zingine zimeanza kuachiwa tu. Naomba mbunge na mkurugenzi tuzifuatilie hizi leseni, ili tuwagawie tuwagawia wananchi endee kujipatia kipato kwenye leseni hizo. Kwa sasa uchaguzi umeisha, kuna vidonda mbalimbali tukavitibu, kuanzia huko tuliko tupita huko tuvisahau, sasa tukafanye kazi, na ikiwezekana kuanzia kesho kuta, tukafanye mikutano ya hadhara, tukawasikilize wananchi. Kwa niaba ya Mheshimiwa mkuu wa wilaya, ni anawahakikishia kwamba Chunya iko salama na kazi zinaendelea kama kawaida. Watu waliotaka kuleta kutuvurua kutoka nje sisi sasa hivi tuna, tunatoa elimu tu, wala hatuna nia ya kutaka kuchukulia labda mtu atulazimishe tumchukulie hatua, lakini sisi tunakaa tukae na vijana wetu, tuwaelimishe kwamba sisi jadi ya Chunya ni kufanya kazi, si, si mambo mengine. Rai yangu tuwe watu wa hekima kwa wananchi, tutoe huduma zetu pasipo mashaka ya aina yoyote, na kwa wataalamu, toeni huduma zinazoendana na utaalamu wenu na hili sina mashaka nikianza na mkurugenzi pamoja na timu nzima ya watendaji mlioletwa Chunya. Nina imani kubwa sana kwamba mtashirikiana na waheshimiwa madiwani kwa ajili ya kuwahudumia Wanachunya. elfu mbili na ishirini na moja ile wakati nami nakuja hapa tu, makusanyo yalifikia asilimia sabini na tano. Tena ni asilimia sabini na tano kama sikosei, ya bilioni tatu pointi tano Leo hii tunaongea saizi hapa tumeshafika asilimia sabini na sita, lakini ni asilimia sabini na sita ya bilioni kumi na moja. Sasa utaona picha ilivyo jinsi mapato yetu ya halmashauri ya wilaya Chunya yanavyosonga mbele, lakini sio tu kuongezeka kwa mapato, mapato yale ya tunayokusanya yanakwenda kufanya kazi ambazo zinaonekana kwa wananchi na mtu mmoja mmoja. Leo hii tumekuwa tunatekeleza miradi mikubwa ambayo kule nyuma tusingeweza kutekeleza Vijana leo Chunya wanafurahi, wanaona uwanja wa mpira wa kisasa unaojengwa na umeanza kutumika, na niwahakikishie kwamba uwanja ule utakamilika, vijana na wananchi wengine watakaa kwenye viti kama wanavyokaa kwenye uwanja wa Azam na uwanja wa Taifa. Mheshimiwa Mwenyekiti, najua kwamba tulikuwa tunafuatilia viti kwenda Dar es Salaam. Kwa hiyo uwanja ule tunataka tuone kwamba mtu akiwa ndani ya uwanja ule akipiga picha isionekane kama yuko Chunya, aonekane kama yuko Chamazi au yuko kwenye uwanja wa Taifa, na hiyo inawezekana, tutakwenda kulikamilisha. Tunaendelea na ujenzi wa stendi yetu, waheshimiwa wamefika. Kuna changamoto ambazo tulikutana nazo, na kwa sasa kwa kuwa mmerudi, yapo mambo mengine lazima tushirikiane na nyinyi katika kuyatatua, lakini tuna imani mradi ule utakamilika kwa haraka. Na tumesema hapa na mheshimiwa mbunge amesema, tulisema kutokana na changamoto zinazowakabili wananchi wetu za barabara, kutegemea TARURA peke yake, tutakaa hata miaka 20 25, tusiweze kufikia malengo. Ndio maana tuliamua kukubaliana tununue mitambo ya kwetu ya utengenezaji wa barabara, na ndio tuko kwenye hatua za mwisho kukamilisha kwa ile ambayo imesalia, ili tuhakikishe kila kijiji cha wilaya ya Chunya kinafikika. Kinafikika ukiwa na Corolla kitafikika, ukiwa na Prado kitafikika, hata ukiwa na bajaji. Na lengo hiyo tumelidhamiria na tutafanikiwa, na sasa nimeanza kuwashawishi wataalamu wangu kama tumeweza hivi kwenye eneo la barabara, sasa tuangalie kwa mwaka unaofuata uwezekano wa kupata mtambo wa kuchimbia maji wa Halmashauri ya Wilaya ya Chunya. Mheshimiwa Mwenyekiti, nafikiri hili utaanza kulibeba kuanzia leo, kwa sababu changamoto ya maji Chunya ni kubwa kwenye vijiji vyetu na hata hapa mjini. Kwa hiyo, tukishirikiana kwa pamoja na Mheshimiwa mbunge tuweze kupata mtambo huo kama ilivyo kwa barabara, sasa ikawe